Mabadiliko yaliyotekelezwa na serikali hapo jana yamezua maswali chungu nzima kufuatia kuongezwa kwa idara saba zaidi, ongezeko la idara hizi likiashiria kuwa wakenya watalazimika kugharamia maofisa zaidi wa serikali kinyume na alivyosema Rais Ruto mwaka uliopita kuwa atapunguza gharama ya serikali kwa kiwango kikubwa. Mwandishi wetu Stephen Letoo ana maelezo zaidi. Yes, katika mabadiliko ya hivi punde serikalini Rais William Ruto hakumwachisha kazi katibu yeyote na badala yake kubuni nafasi saba zaidi serikalini kuwajumuisha wendani wa kinara wa ODM Raila Odinga. Idara mpya zilizojumuishwa ni pamoja na idara ya haki za binadamu, uratibu wa serikali kuu, uwekezaji wa umma na usimamizi wa mali, sayansi na utafiti, mipango maalum na huduma za watoto. Kupanuliwa kwa serikali jana kukienda kinyume na alivyoahidi Rais William Ruto mara kwa mara kuwa atapunguza gharama ya serikali ili kuondoa mzigo kwa mlipa ushuru. Kulingana na tume ya mishahara nchini SRC, afisi ya katibu wa wizara ni ngazi ya juu yenye jumla ya mshahara wa zaidi ya laki saba kila mwezi zikiwemo marupurupu. Mnamo Julai mwaka uliopita mkuu wa utumishi wa umma Felix Kosgei alitoa taarifa kwa mawaziri wote kuwa Rais William Ruto aliamrisha idadi ya washauri serikali lini punguzo kwa asilimia 50. Hii ikimaanisha kuwa washauri waliopewa kila katibu watapunguzwa kutoka wawili hadi mmoja. Hata hivyo amri hii inaonekana kuzikwa kwenye kaburi la sahau. Akizungumza na runinga ya Citizen akiwa nchini Afrika Kusini, mtaalamu wa kisiasa profesa Karuti Kanyinga amesema kuwa tatizo ni kwamba serikali pana au serikali shirikishi inadhoofisha uwajibikaji na pia ya taasisi za utawala. Profesa Kanyinga aidha ameongeza kuwa serikali shirikishi kwa kweli haijazingatia utoaji wa huduma, inalenga tu kusimamia siasa kwa muda mfupi, maono ya muda mrefu yakisahulika. Stehen Leto, runinga ya Citizen.